Wadau wa elimu wameripoti kudidimia kwa mila na tamaduni zenye manufaa ya Kiafrika, wazazi wakituhumiwa kwa kufeli kulinda mila hizo kwa kuwafundisha wana wao na badala yake kuupa upenyo mila za kigeni ambazo zimekuwa chanzo cha kupotoka kwa maadili kwa kizazi cha sasa. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anaarifu zaidi kutoka Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Ni wazazi, wanafunzi na walimu wa shule ya Graceland Nyaururu wamekongamana katika tamasha ya kitamaduni ya kulinda na kuhifadhi mila na tamaduni za jamii ya Kiafrika. Wanafunzi waliopokezwa jukwaa wakidhihirisha mila zao kupitia mavazi, uigizaji na nyimbo mbalimbali za kitamaduni.

Usimamizi wa shule hiyo umeelezea haja ya mila za Kiafrika kuweza kulindwa ili kutokuwepo na mwingilio wa mila za kigeni ambazo zimezidi kupotosha kizazi cha sasa kimaadili to each other's culture love among themselves and therefore today they see each other as equal and above everything else i think we have a lot of influence from the western and especially technology has really influenced and even the advertisements at times we get from the social media chamira ni mtumwa Ngugi wa Thiong'o insists on our own culture our own language because the minute You become Westernized. You become a slave. shule hiyo inapoandaa jukwaa kuweza kuchakura mabuku ya mila na tamaduni za jamii za Kiafrika, wazazi wametakiwa kuwa mstari wa mbele kuwaelekeza wana wao ili kuweza kuwa na ufahamu wa mila na tamaduni ya jamii zao. Maswala ambayo yanachangia, watoto wa siku hizi hawaelewi na hawafahamu lugha zao, hawafahamu tamaduni zao, hasa ni kwa sababu wazazi tumekosa nafasi ama wakati unaofaa wa kutosha wa kukaa na watoto wetu kuwafunza maadili lugha yetu. We stay in Nairobi without talking our mother tongue. But today I've learnt a lot I have something to take home I will encourage parents to uh, bring up their kids Lambia culture. Shule zinapoanza kukumbatia mchakato huo wa kuwaelimisha na kuwafahamisha wanafunzi kuhusu mila zao za Kiafrika, wadau umeelezea wasiwasi mkubwa endapo mila za kigeni zitaruhusiwa kuwa na mpenyo mkubwa katika mila za Kiafrika. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, County ya Laikipia.